Mitandaoni, mulitutusi sana, kinafanyika na ba tuko na kibomoa, kwa hiyo inamaanisha mulirogewa, ndo mana umeme ni katika, ndo maana umeme ni katika. Kwa hiyo hivi mekuja mnafanya nini? Mulozi wetu, kwa hiyo hivi unahidi nini sasa? Nahidi ninge kupalko nitingizishe piblike na evo wenge kupalko miziki avo erudiliwe. Vatu wanafanya nini? Wanalia sema tena, watu wanalia, wanalia Ni wetu atatambulisha peke yake. Wewe unaitwa nani ndugu yangu? Can Can be be the priest, chui, but the be the priest priest boy. Mtujangu yeah. Ethebo, kwa hiyo unatuahidi nini kwenye show kali? Uh, nachokiahidi ni makubwa tu makubwa mkae mjionee kama gisi nilivyofanya hapa mwanzo na ndo nitafanya tena kwa mara edicho, kwa iyo, ya pili. Ndio ninacho kiahidi hicho, makubwa zaidi. Kwa hiyo umeonaje maandalizi ya hii show ya yeah? maandalizi iko yeah, poa, japokuwa tulianza nyuma kidogo lakini maandalizi iko poa. Ah, kwa hiyo unaonaje kwa sababu nasikia maneno fulani fulani anasema kwamba mumefanyiwa njama ili vitu visiendi sawa lakini vimeenda sawa, unaonaje kuhusu hilo swala? Inawezekana, kwa hiyo nahisi ni show ya, ya Sijui. Sijui. Sijui. Sijui. Sijui. Sijui. <laughs> Okay, okay. Kwa hiyo unahitaji nini kwenye show? Yeah. Makubwa tu. Yaani tusubiri makubwa kutoka kwenye Can be the prince, yeah. Thank you. hapa ni VD Media Marathon News Lion Benga kwenye Mike. Let it go

Carolina da ana msani wa kike pekee kutoka kabeni mara tao. Basi achatumulisa kua majina yake awezekutangulisha na pia awezetukambia kwamba anatuaidia nini kwa maana ametoka ametoa sasa hivi. Basi twende kazi, ei hey. mambo vipi Nzima. Nzima kabisa, unaweza kaitangulisha kidogo kwa mashabiki ambao. Carolina Daana, aka Queen, kama Queen. Queen kama Queen, yani Queen inamaanisha ni Queen kweli. Queen, Queen kabisa. Yani kutoka kingi wa kiume wewe ndo Queen wa kike Queen, Queen. Kwa hiyo tumea, kuna performance yako kabisa, una fan base kubwa, uatambia kwamba ni, ni, ni mchakato gani ambao ulichukua ili uweze kupata uweza kupata fan base kubwa kama vile wa kike kwa mazingira kama haya ya Maratown ambayo watu wengi wanajibezi sana na mambo ya utamaduni na mambo ya asili i ukisikia swala la show lazima ujitahidi kuperform, na mimi niliweza sana, kwa sababu nilikuwa na natamani sana ni perform leo mleo, ilikuwa ni kitu kizuri, isikia mashabiki wanataja Carolina, Carolina, nimepata na morale, wanatajakaaa, kama morale iliongezeka na pale. Oh, oh, asante sana. Kwa hiyo unatuambia nini, kwamba unatuahidia nini baada ya performance ya kwanza kwa kwa performance ya pili? Idea, kweli kabisa tumeenda kabisa, umeenda kuchangamsha show na kweli wewe ni queen kama queen. Basi tuashauri kwanza, kwa wengine wanawake ambao wanajihisi hawawezi kuimba, kumona vipaji vinavyochama tu kwa sababu ya maneno maneno ya familia, huko na kule, mama wadugu, na mimi naelewa mambo kama hayo ya leo ya wakimbizi, siku ya leo naipenda sana, nimefurahi sana kwa ko, yani na enjoy sana fresh. Basi naomba utendo namoja kwa wakimbizi. Wakimbizi wote wa Nia mzima Maratown na wapenda yani wapo moyoni, na leo nisikuye kuenjoy si Asante, huyo alikuwa ni queen kama queen, Carolina Jaana, na bado tunaendelea, anasema kwamba ingali performance yake ya kwanza, na ilikuwa show show kali. Hii ni Vede Media Marathon News la ni benga kwenye microphone, na msimu mwingine kwenye nyuma ya mic ni Arabino George asante. Hey. Heyo, karibuni tena hapa hapa kwenye Vede Media Marathon News la ni Benga tena na hapa tuko na shabiki aiza mwana mwana tuseme, mwana harakati tuseme hivyo, aakamili mara tane, anapenda sana sana sana, na hivi yuko kwenye show ya tariki 20, siku kuu ya wakimbizi. Basi anaeza kutambulisha peke yake na kile ambacho yeye anakipenda kufanya katika maisha yake yeye, kama vile kijana. Asante, jina lako nani? yeah, yeah, yeah. naitwa Faride kubanda mwamba msodoki kibambazi kazi yeah. eh, haya basi kwamba wewe una wasanii wasanii watatu wanakuja fasta fasta, wataje. Wote wanafanya vizuri, ndio. Taja majina tu wa <laughs> <Yeah, laughs> yeah, yeah. ya yeah. wale ambao watakuja wapewa wa wengi wa wako wengi. Taja taja watatu watatu tu wa tatu tu tunaomba jina tatu, kama unakubali, kama unakubali. oh. Unafahamu okay. wote wa ule watuwanaahaawot yeah, alhamdulillah, namkubali kwanza Karuna Daana. Yes. anajituma sana Kika na Mungu amsitie kabisa. katika muziki. namn yeah, kuna kipati ambacho kinakuja ya yeah, na mkubali sana uma dogo Richard dogo kabisa, na anafanya vizuri dogo, support kabisa. Nikizani naona toa wawili tu, wawili tu, wengine uh, ni no, no, tatu mekosa. Wengine tu jina moja tu sasa hivi, wengine, wengine, wengine, wengine tu wapambane. Uwezi ukaweza kuwataja wote, mmoja tu wa oh. mwisho mbao atabatika basi, sema <laughs> Jangalago ni ajenda amna, kwa hiyo majina zao watafute jina ili ziweze kupata ah, nafasi. Una wakubali wote oh, lakini majina zao bado hazijapata ja, yeah, nafasi kicheni mwako, ya, ya, ya. Basi yeah, tu neno moja kwa wasanii <todak> aza shauri n na, natujua a kwa kwamba kunaandaliwa show nyingine kali tarehe thelathini. Unaweza kutambia nini kwanza kuhusiana na show na kisha uache mashauri kuhusiana na wasanii oh, yeah, na vijana ambao wanatamani kuimba sana shauri ambayo taonge kwenye wasanii, wajikaze sana, safari ya muziki ni gumu sana, wajikaze kwenye waandishi, kila kitu. Yaani, wajikaze tu. Muziki ni safari ndefu sana, wajikaze tunapiga moyo sana. Tunaomba dua, wajikaze kabisa, alhamdulillah wajikaze. Kwa hiyo wewe utakuwa kwenye show tena? Niko available den, niko available den ndakuwa hapo. Kwa hiyo una support sana mambo ya sanaa, mimi bega kwa bega. Unaweza kusema jina lako ili Yeah, mimi naitwa yeah. Kiku Mwamba Msodoki aka Kibambazi, mzee wa kazi Kiku, yeah. Mwamba Msodoki yeah, yeah, mzee wa kazi. Asante sana ana Mungu yeah, akubariki, yeah.